Mr. Speaker of Bunge la Msamba, unaitwa majina yako kamili, unaweza elezea wananchi wajue? E, majina yangu kamili naitwa Peter wananchi <coughs> Usunga Kushuru. Wewe ni msimamizi wa bunge gani? Mimi ni msimamizi wa bunge la wananchi. Wananji wa Msamba inaashiria mambo gani? Ina, inaashiria ina, ina, maneno ya leaders haswa sana leaders yenye walikuwa wanasema watafanya na wajatimiza. Hiyo mpaka tuulizane na umefuatilia moja mbili ukapata kuna hili ajatimizwa na ukajaribu kueleza eh? Nimefuatilia moja mbili tatu, kuna mambo yenye governor alituahidi ajamaliza bado, ingawaje muda bado eh. PMC yesu wetu kuna mambo walisema watatufanyia bado hawajamaliza. Ukienda mbunge pia kuna maneno alisema atafanya bado haijaisha. Unatarajia watayafanya ama muda imeisha? Maana naona muda inayoyoma kufika 2027 eh kulingana na muda, kuna yenye watatimiza wafanye, lakini wengine watashindwa kwa sababu muda unayoma. Unaomba ombi gani kwa MC wako wa Odi ya Kalaba Ward eh? mimi nilikuwa naomba ombi langu kwamba MC wangu wa Kalaba Ward, kuna maneno amefanya na wengine bado hajamaliza kama ICT. kuna hizi time amesema ICT atang'ang'ana na governor, kuja aje atuwekee kwa mashule. naona hiyo baada ya kufanya, lakini kuna zingine aliweka kuna matumaini atayafanya, kuna matumaini anaweza fanya e, kwa sababu mwenyewe akitembea kwa kila, kwa kila events, anasema atafanya. Unamshukuru nani mwenye amefanya kazi mzuri kutokana na eneo lako? Eneo langu siwezi sema, kuna mwenye amefanya 100% lakini mzee amejaribu. Unaweza ambia nini wananchi kwa ujumla? Wananchi nawaambia hii ni bunge la mwananchi, na kama wana maoni walete kwa bunge hili sisi tumejitoa kuwakilisha kabisa mambo yao, kwa sababu wengi wao huwa wanaongelea chini au wabunge ama MCA ama governor huwa wapate hiyo maneno. So sisi tumejitoa kabisa, tutakuwa tunaongea nao wakipata hizo kilipo, kama bunge la mwananchi wa Msamba. Asante sana Spika wa bunge la Msamba, tunashukuru kwa kuojiana na waelewa hii. Asante.